Naitwa Shigela Malosha, ni kaimu mkurugenzi mkuu PURA na mwakilisha mkurugenzi mkuu wa mamlaka mkondo wa juu wa petroli washahii ya siku moja ni muhimu, kwa maana kwamba uandishi wa habari na uhariri ni sehemu muhimu sana, ni kiungo muhimu sana katika kuweza sasa kufikisha taarifa e, kwa umma kwamba ni nini ambacho e, serikali inakifanya E, na ni nini serikali inakifanya pia kupitia katika e, mamlaka zake na taasisi zake na hasa katika eneo la utafutaji e, uendelezaji na uzalishaji wa mafuta na gesi asilia. Kwa hiyo leo e, tunazo mada ambazo tunaziwasilisha e, katika kuendeleza e, huo uelewa wa pamoja. Moja ni kuhusu overview kwamba tuko wapi sasa tangu tulipoanza utafutaji e, wa mafuta na gesi asilia e, tulipotoka na mpaka sasa tulipo, e, hali ya ugunduzi e, matumizi yake kwa kile ambacho tumekigundua, e, na miundombinu kwa ujumla ya ambayo inatumika katika kuchakata e, hiyo rasilimali ambayo e, tumeweza kuigundua, lakini pia miundo mbinu ambayo imesambaa kwenda kwa walaji moja kwa moja. Lakini mada ya pili ni kuhusu hatua ambayo tumefikia ambapo e, mamlaka e, e, ya mkondo wa juu wa petroli kwa niaba ya serikali ya kunadi vitalu vya utafutaji wa mafuta na gesi asilia e, mpaka sasa tayari maandalizi e, ya kunadi vitalu hivyo ambao tayari vimeshabainishwa yameshakamilika. Vitalu hivi kwa idadi viko ishirini na sita ambavyo vimependekezwa, vitalu ishirini na vitatu viko upande wa bahari ya Hindi na vitalu vitatu viko ziwa Tanganyika, na vinanadiwa kwa kina nani. Vitalu hivi ni kwamba vinanadiwa kwa mwekezaji yeyote yule. E, cha msingi tu ni kwamba awe na mtaji pamoja na teknolojia ya kuweza kutafuta e, mafuta na gesi asilia katika maeneo hayo ambayo tayari tumeshabainisha. Kwa hiyo nyaraka zote zimeshakamilika na taratibu zote sasa kwamba ni nini ambacho mwekezaji huyu anapaswa kukifata na kukifanya, e, zimebainishwa katika nyaraka hizo. Pa, pale ambapo e, serikali itakapokuwa imekamilisha, basi itaziweka bayana hizo nyaraka, na mwekezaji ataweza kuzi, kuziangalia na basi kuzitumia tayari kwa ajili ya kuchukua kitalu chochote kile kulingana na sifa atakazokuwa e, amekuwa nazo huyu mwekezaji. hizi taarifa E, eh, sisi kama mamlaka hatuwezi kukaa nazo na hatuwezi kufikia mmoja mmoja. Maana yake sasa mwandishi wa habari ni kwamba ni kiungo ambacho anaweza sasa kutufikishia taarifa zetu kwa walaji wote wa taarifa, ili basi waweze kuwa na uelewa wa kwamba ha, kumbe sekta ya mafuta na gesi asilia iko katika hatua hiyo ambayo tumewapatia leo, lakini pia na maandalizi ya kuvinadi vitalu ambavyo tayari vimeshabainishwa na serikali, kwa maandalizi yake nayo imefikia katika hatua hiyo. Kwa hiyo wawekezaji hawa tukiwapata, tutaendelea kutafuta na tutaongeza ugunduzi pamoja na uzalishaji wake. Lakini cha pili ni kwamba jamii husika ambao kwamba wawekezaji hao watapatikana katika maeneo mbalimbali ambayo tumeyabainisha, pia nao watanufaika katika e, namna mbalimbali, kwa maana kwamba kutoa huduma mbalimbali, kwa mfano e, iwe ni chakula e, iwe ni huduma katika afya. Uwe ni huduma katika barabara, kwa sababu miradi hii inavyokuja inakuja sasa ina e, faida mbalimbali. Mimi naitwa Grace Semfuko, ni afisa habari mwandamizi wa idara ya habari maelezo na ofisi ya msemaji mkuu wa serikali. Kwa upande wangu mimi haya mafunzo nimeyapokea kwa mikono miwili. Ni kwa PURA kutupa mafunzo haya waandishi wa habari. Tume tumejifunza mengi, kwanza tumejifunza jinsi wanavyofanya kazi ya utafutaji na utafutaji wa mafuta na gesi na ni kazi wanafanya kazi kubwa kwa kweli. Kwa hiyo sisi kama wanahabari tutaenda kuyatumia mafunzo haya kuielimisha jamii namna ambavyo PURA wanafanya kazi zao bila kuathiri mazingira, bila kuathiri shughuli za wananchi. Naitwa Eid Wesu, mwandishi wa habari uh, wa idhaa Kiswahili, Sauti ya Amerika. Uh, kama hujuavyo ukiwa uh, mwandishi wa habari kuwa na taarifa sahihi ni moja ya silaha muhimu katika kazi zetu. Kwa hivyo mafunzo kama haya ambayo yanatupa um, ufahamu na uelewa hasa wa nini mamlaka ya PURA inafanya, kuanzia masuala ya utafutaji, uchimbaji, eh, usafirishaji na hata usambazaji wa hiyo gesi asilia yenyewe, ni kwetu inatuongezea kitu kikubwa sana, kwani hata unapokuwa unaandaa habari kwenda kwa jamii unachokieleza unakuwa ni kitu ambacho unakifahamu na unakijua. Kwa majina anaitwa Bernard Lugongo ni, ni mwandishi wa habari mwandamizi kutoka Daily News. Kwa mafunzo haya kwa kweli ni muhimu sana. Na ukizingatia kwamba eh, taarifa ambazo mamlaka eh, inazitoa kwa sababu inashughulika hasa na mkondo wa juu ambapo au wagusi sana wananchi kwa sababu wananchi wana wanakutana sana na wa, wauza mafuta eh, kule chini, lakini kwa upande wa mkondo wa juu eh, kunahitajika elimu eh, zaidi ili kujua kitu gani kinafanyika kwenye mkondo wa juu eh, wapate elimu eh, ya kutosha na waelewe mkondo wa juu maanake nini na, na una, una, unafanyaje kazi na huu mkondo wa chini ambao unawahusu wao moja kwa moja katika kupata ile huduma au bidhaa ya mafuta na gesi. Kwa hiyo kwa sisi waandishi wa habari ni, ni, ni mafunzo ni muhimu sana kutujengea uwezo, kutujengea uelewa wa kuweza kuwaelimisha wananchi juu ya shughuli zinazofanywa katika mkondo wa juu wa mafuta na gesi.